Nam, asante uh, sana mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo, eh, kama tulivyokudokezea hapo awali ya kwamba tulikuwa tumeng'oa nanga kutoka kaunti ya Kisumu eh, hadi hapa katika kaunti ya Siaya, maeneo ya Bondo, Kang'o ka Jaramogi, ambapo tumeweza kuwasili nyuma yangu. Mpenzi mtazamaji, iwapo mpiga picha wangu picha wataweza kuonyesha, tuko katika jumba la makumbusho ama ukipenda Jaramogi Oginga Odinga Mausoleum. na kando yangu tu ama mita chache kutoka uh, jumba hili la makumbusho ndipo alipolazwa eh, hayati eh, nazungumzia aliyekuwa waziri mkuu wa pili wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga siku chache zilizopita. Unapotazama mpenzi mtazamaji, ni kwamba eneo hili bado kuna nyuso za waombolezaji ambao wanafika hapa wakiwa na hisia mbalimbali eh, kuhakikisha kwamba wanaendelea kumpa ama kumsherekea shujaa huyu ambaye ameweza kufanya mengi katika taifa la Kenya. Okay, kwa jina naitwa Achieng' nimetoka sehemu za Kisumu, nimekuja kumwomboleza baba. Tumesikia uchungu sana kumpoteza baba, nimebidi tufike. Tunamkumbuka kwa kupigani, kwa kupigania demokrasia yetu na uhuru wetu kama sisi wa Kenya. Mtazamaji ni kwamba kuna viongozi wa waombolezaji wa kazi na hata watalii ambao wameweza kutoka sehemu mbalimbali, kuna Wakenya na kuna hao wageni ambao pia wameweza kutoka mataifa ya nje ambao wameweza kufika hapa ili kuweza kumpa uh, buriani ama kupeana tu pole zao na kuendelea kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kufikia hapo, sina la ziada, naregesha studioni kwako Eric Mkali, na nikiripotia runinga ya high tech kutoka Kang'o ka Jaramogi, maeneo haya ya Bondo. Jina langu Norris, he, ni Mulusa Norris, na hii ni runinga ya high tech.